Ah, kausha abu abu kausha mwanangu. Wasofu fanyeni mimi kuangalia. Yes bwana, mambo vipi? Na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV ni exclusive na miongoni mwa watu ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani ufahamu mengi kutoka kwao, kama sio e, ungetamani usike mengi kutoka kwao juu ya mazuri ambayo wamekuwa kifanya kila kukicha, na Nyundo TV tumeweza kumtafuta miongoni mwa watu ambao kwa hakika Naza nikasema ungetamani umsikie vile ambavyo anazungumza ama ungetamani ufahamu vingi kutoka kwake. Kutoka kwake. Kwa moja kati ya watu ambao ukienda kwenye mitandao ya kijamii wanamfahamu. Walianzia kule Zanzibar lakini muda huu amekuja jijini Dar es Salaam. Moja kati ya miji ambayo inajoto joto kule kweli kwa muda huu. Nani jina lake? Kwenye mitandao tunamfahamu kwa jina la Sefu Actor. Sehemu zingine anafahamika kwa jina la Raja. Raja. Kama kuna jina lingine ambalo sisi tulifahamu, mwenyewe anakwenda kutujuza. Mzee anakwaje? Fresh. Mambo yanaenda? Kama kawa umechoka? Sio, sio sio vile ambavyo tumekuzoea kwenye mtandao. Ndio, upo hivyo ama kuna kitu ambacho kimekutoa kwenye kwenye mudi? Hamna. Um, shida nini? Hamna shida, tumetulia mm. Nina mengi ambayo ningetamani nifahamu kutoka kwako, lakini la kwanza la msingi, wote tunauliza, huyu ni mtoto ama ni mtu mzima? Ah, mimi sio mtoto. Bila shaka ushakutana na hilo swali? Uongo eh? wewe sio mtoto, wewe ni mtu mzima ama Yani kufikia umri wa uzima bado, ila so mi mtoto kwa vile unavyofikiria bado. Tuna miaka mingapi? na miaka kumi na tisa. Ah, una miaka kumi na tisa? Eh wewe, na maana unaruhusiwa kupika kula, wewe unaruhusiwa kupika kula? Eh, sasa si mtu mzima hiyo. Kwani mtu mzima anaanza miaka mingapi? mtu mzima si ndio mpaka upate mtoto, lakini mimi bado Ah, mtu mzima ni umri kuanzia miaka kumi na nane mpaka enye miaka thelathina. Sawa. Kifupi, wewe wewe, ni msanii kwa maana mchekeshaji, ama ni mtu tu ambaye umeenda na upepo? Tamthilia wasiku Baba Angela hii E, uraji lakini, kabla sijafika huko, tuanzie nyuma. Video zako za mwanzoni zilikuwa Zanzibar, ilianzaje? Ilikuwa ni, ni, ni, ni, ilitokea tu ama mlikuwa mna plani? Ah, ile ilitokea tu, maana wale, ilikuwa kama hivi, tukikaa tu tukipiga stori na kuna mshikaji wangu Jome. mm. Sasa tukiwa tunapiga stori, mshikaji lazima tuwe tunatukanana. mm. sasa mimi sijui kama mtu anarekodi. Mm. Kwa mimi akindukana nami siwezi kukubali antukane. Mm. Mimi lazima nimrudishie, nimrudishie. Mm. Sasa ndo kumbe mtu huyo bwana ndo akawa anarekodi. Nikaja nikamfuata bwana nikamwambia unafanya hivyo sio, usinirekodi. Mm. Akawasikia. Mpaka dakika ya mwisho bibi mkubwa wangu ndo akanipigia simu. Mm. Kanaambia bwana, ah, moja mbili tatu hicho anachofanya sio. Ah, hiyo moja mbili tatu nini yani? <laughs> <laughs> Alikwambia hivi mkubwa. Hivyo unavutukana mtandaoni, hivyo sio yani, unajaribia CV yako. Mm. Ndio ngaja nikamwambia yule bwana nikamwambia kwanza, leo mimi na wewe yani, tukikutana ni tusongeleshane, kila mtu apite na yake. Na kila siku nikukwambia, wewe unisikii. Ndio ngaja nikafunga safari nikarudi zangu da. Mm. Zanzibar uli, uliondoka kwa sababu ulikuwa unarekodiwa lakini upendi ama? Eh. Yeah. Kama ulikasirika uli hivi. Ndiyo. Lakini sasa kuna baadhi ya watu walikuwa wanafurahishwa na vile ambavyo ulikuwa unazungumza, japo kipengele cha matusi kile tukitoe, kwa nini usingekuwa unaruhusu kurekodi, lakini ah, usingekuwa unatukana? Niliwakatalia kwa sababu huku daa, nilikuwa na direkta wangu. Ndio yule ambaye mmemtafuta nimempata, ndo mpaka mimi nipate. Yeye ndio ananiambia bwana, fanya rudi huku da. Usiendelee kukaa huko, maana ukiendelea kukaa huko mpaka ukija kurudi huku mimi kukurudisha huku tena kupeleka mjini na kupo na kupo ngumu kwa mimi, ndio nkajichangachanga ni nkatafuta nauli ndo nkarudi zangu da. Wakati, wakati upo Zanzibar yale yote yanaendelea, wewe kurekodiwa, ulikuwa ni msanii lakini hmm, sana ulianzaje? Ah, sana nimeanza muda sana, mwaka hmm, gani ikopo, sijui so so mbali sana, nikopo form one. Kwa nini, elimu yako ipoje? Elimu yako elimu yako elimu ipoje? I hmm. sijui. ah, maana yake umesoma hadi fomu ngapi au hadi chuo? Mpaka hmm. yeah, fomu two. Umesha fomu two. Yeah. Kuna mwalimu tu tulizunguana shule nikamwona, ni acha na shule yenye maana nini, yani kuwasielewi tu shule, masomo. Masomo yalikuwa magumu. Mwalimu mlizungumza nini? Ah, mwalimu ayusho tu alikuwa anipendi wala na mimi mwenyewe kwa simkubali yani. Tumchane, tusimtaje jina lakini tumchane vile ambavyo ulikuwa unakufanyia, ulikuwa upendi. Tumchane, tumchane, tuachane naye, ashapita. Nakuona kama kidogo umetoka Zanzibar, eh? Mara kadhaa nimeona una clip zile na baba Angela zile unaenda kumtongozea dem pale e, na, na, we na wewe mlikutana vipi? Ah uh, baba Angela. Mm. Ikutan sijajua mimi aliongea nani mimi dakta angu wakaja kunielezea moja mbili tatu, bwana Baba Angela kakudim ka yeah, na bibi uende kesho kwake, tukakutana naye kifupi. Sasa, sasa hivi ni msanii wa Baba Angela ama unafanya naye kazi tu kwa makubaliano kwa kwa? Ah, si bado tupo amekuwa msanii wa Babanjela mbali na hii hapa raja na, na, na, na jambazi, tutarajia tutakuna kwenye kazi zingine za zi Babanjela eh. So, huyu ambaye hajaiona hii raja na jambazi, majambazi sindio? Tumwambie sasa ni kazi ya design gani mathalani, akamua atenge muda wake aje kuitazama, atakutana na nini hasa? Auko kuna vionjo kibao, wewe mwenyewe atafurahi, atakaingia YouTube mm. Mambo yao kuna bado anaendelea. Kwa umecheza kama nani hizi? Kama raja. Story short is, sasa wape brief weni kiasi kwa mba zime Daa ah, your movie lazima ni itafute <laughs> Kwa sayishu siwezi. Walau e, sini na anzaje, sini yako ya kwanza wewe kwenye raja na majambazi, nini utamu gani uliopo yani? Mm. Utamu labi ulikupu wapo labi mi na majambazi pale tulikumbana, mabegi yakachanganyika ya mm. Wao akachukua lao, wao wakachukua langu, mi nkachukua lao, ndo bifu mpaka leo limeanzia hapa, tunatafutwa mm. Lakini uenda kuanza kazi yako ya kwanza kwenye tamthilia ya kufanya kwa eh, utikio upoje? Ukiwa okay, unasoma soma comment, watu wamekuelewa au design, anakuwa na unazingua una tu bila urudi kule ulipokuwa umetoka? Hamna, sijawahi kupitia kwenye comment sasa mwanangu wewe unajuaje kama watu wanakubali au au hawakukubali? Usiposoma comment. Naambiwa. Unaambiwaje sasa? Naambiwa ndio tangu watu wanakuambia uendelee kufanya hivyo hivyo kazi. Kwa mtikio mzuri. Yeah. Familia inasemaje kwa hapa sasa hivi ambapo upo sasa kama ni wazazi, eh baba, mama, mke, unaweza kuwa na mke kweli? Naam. Mm -hmm. Bado. Kumi na tisa lakini kuoa inawezekana. <laughs> Bado. Penzi? Sina. Hauna. Hauna kwamba muda wako bado au unasema kwamba sasa hivi kwanza nafanya kazi? Kwa nini hauna? Tuanze hapo. Kwa kama mwanaume unakula vizuri unashiba. Na shule usome. Mzee, mimi mwanafunzi najihusisha labda na, na, na, na, na masomo. Kwa nini hauna mpenzi? Ah, mimi kwa mwenyewe ninavyoona bado kwa na mwanamke. Mpaka lini? Bado ikifikia muda nitaamua tu mwenyewe. Sasa bado. Kwa, kwa, kwa nini bado? Yani kama... mzee unanielewa, sio zalaka unauliza? Bado bado, yaani mwenyewe bado sijapenda kwa na mwanamke, lakini wanakuja kuja kidogo kule Zanzibar, lipokuwa wanaishi labda au sikuna simu za zi, zawachumba zile <coughs> ma uko Zanzibar mitumia simu kubwa e, simu ndogo namba ngine ziko zingi hata, hmm, um, uh, e, sasa hivi sim, unatumia simu kubwa eh? Siji message DM zile Instagram TikTok wa waje. Sasa bado. Mm. Bado. Amejianda lakini na wanawake wa mjini. Amejianda. Eh. Wanawake wa mjini hapa visa vyao wanataka watu kama nyinyi ambao mshaenda mjini. Eh, yeah, sipo tupo tu kwanza. Mm. Bado. Mama anasemaje sasa naye? Mama ndio hivyo hivyo. Mhm. Kimfuata kama jana, nimwambia bwana, mama, mimi leo naondoka. Kisha sirudi akasema sawa. Mama naipo kukuda? Eh, ipo kukuda. Ila mama amebariki, nenda kwa babanjela ukashuti nini, maisha ndelee. Eh. Sawa, kwa hiyo kuna, kuna, kuna vitu kuna, kuna kazi zingine ambazo mwenyewe umepanga uzifanye au ndo hata hata kiongozi wako amekwambia ndo bado unasikiza babanjela. Kazi mimi za kwangu naendelea kufanya na kwa babanjela bado nafanya. Eh.

una moja ulitoaga wewe nisimamishia mwanamke ukamsimamishia, alafu mwisho wa siku, kumbe kazi haiwezi. Nani yule jome yule jome hivi? Ilikuwa ni kweli, leo ni uongo eh? Kweli tulikupo amani eh, eh, uwanjani eh, uh, wakaniambia -huh. Nikambe bwana, njoo mfate mwenyewe. Ah, yani ilikuwaje? Alikwambiaje mpaka ikaje duka aenda? Aliniambia nimshutulie demu nimuite, nimwelekeze, bwana kuna mtu anakuita. Sasa nikiangalia demo mwenyewe na basha yake nikamwambia njoo mwenyewe. Kwa sababu ya muda ndio maana tupo kama hai hai. Tutafute time next time kama hivi nitakutafuta tuzungumze vizuri. Poa. Kuna kitu chochote kile ambacho labda ungetamani kuzungumza kwa fans wako, viewers wako, watu ambao wamekufollow kwenye mitandao. Kwa sasa hivi sina bado kwanza hmm. Ila kuna kaunti nyingi ambazo zinakuhusu wewe zote zako zile um, na wale wana, wanaigizia tu hmm. Wanaiba akaunti, wanachukua picha na wanabadilisha jina hmm. Lakini wewe mwenyewe sasa akaunti yako unaitwaje? Uambie, za ndo muda wa kuambia watu sababu na mje mnifollow sim fulani sasa hivi. Kwa sasa hivi TikTok nipo, Insta nipo hmm. Na Facebook nipo, bado YouTube hmm. Ambapo huko natumia majina gani? YouTube kwa banjera natumia Raja, lakini Insta sasa hivi nataka nibadilishe jina nitumie hilo hilo jina la lajaalanupiailoioba a mzee ya bwana, ni mazungumzo machache na mafupi hapa, na miongoni mwa wasanii ambao aankasema majipatia maarufu hivi karibuni, lakini muda huu yupo kwenye kazi ya baba Angela, naitwa Raja na Majambazi. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanapenda tamthilia fulani hivi za kiuni, eh, za wizi wizi, nikusihi nenda kaitazame binafsi. Nimeangalia, nimeona ya maudhui ambayo yanapatikana mule. Tenga muda wako na wewe ukaiangalie, am sure kwamba hutoweza kujutia. Lakini kubwa zaidi, kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza kwamba huyu ni mtu mdogo ama ni mtu mzima, amesema ana miaka 19. Majibu utaweka mwenye kichwani kwamba huyu ni mtoto ama ni mtu mzima. Nikwambie tu kama ndo mara kwa kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching.